Jamani vijana wenzangu. Eh? Pesa haihitaji kelele. Sisi tunajitafuta tu. Eh? Soenda kwenye shughuli kidogo za kifamilia. Jamani, hapa tufanyeje hapa? Eh? Hapa hebu kachukueni ng'ombe, mimi nalipa jamani. Tuchinje ng'ombe hapo jamani. Mimi nalipa. Wewe utalogwa. Pesa haihitaji kimbelembele. Kuna wazee wapo miaka gedegede hawana -gede, kitu. Wewe jifanye kimembele na koti lako na, na mali kubwa kama ile kwangu, utalogwa. Eh, pesa inahitaji utulivu. Sawa so, kimya kama huna. Ukitaka uendelee ukaa kimya kama huna. Sio kulopoka lopoka tu. Ah, mimi nalipwa laki nane bwana. Mimi nalipwa milioni kumi. Wewe utalogwa. Utalogwa. Kuna wazee wapendi wa mambo yenu. Utalogwa. Kaa kimya. Eh. Hey. Kwenye shughuli mcheta mchango shingapi? 10000 toa 10000 hiyo hiyo. Usijionyeshe. Oh, mimi natoa laki nane o, laki. Wewe unatoa laki saba. Wewe utalogwa. Pesa inahitaji ukimya, ili uendelee kaa kimya. So mwambie kila mtu oh, mimi na kiwanja si wapi huko. Misri ni gorofa sehemu gani? Wewe, kwanza, pesa haijitangazi, watajua wao wenyewe. Utarogwa. Haina kama sana, utarogwa. Kuna wazee wafiti na wazijua. Pesa inataka uwe kimya. Ukitaka uendelee uwe kimya, watu wanashangaa tu. Wewe kwa gari ile kwako unaambia, hii kwa magari ya watu tunatembea tembea tu. Kumbe chuma la kwako wewe, utaendelea. Eh. Hey, Unapigwa simu saa 9 usiku wewe, kuna mgonjwa sasa, atakuwa tumelikuwa. Na mimi sina jamaa. Eh, labda tusubiri asubuhi nikakope self-run tulete. Watu wanakudharau ah, yule bwana utaj ana utajiri gani ule utajiri? Ana utajiri sasa hivi atakuwa yeye. Yaani raia ndio anavotaka uishi hivyo, lakini kidogo umetoa kidogo umetoa. Kuna watu wengine wamekaa pembeni, husuda wanazijua wewe, utarogwa. Kaa kimya, wewe utakavolacho, kaa kimya. Eh, hey, sio kila kila mtu ajue una hela wewe. Pesa inahitaji utulivu, kaa kimya, utarogwa. Vijana mtarogwa, Jeje faizi ndio mnajua sana kuliko wazee wenu, mtarogwa.